Walikomazawadi Wali umeipata Masha Allah. Baraka Allah fik zawadi yako hii. Ii, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa wabarakatuh. Ikiwa bado tuko kaunti ya Lamu tuko Mokoe, leo hii katika kipindi chetu hiki Waijua Dini Yako, swali letu leo Uislamu una nguzo tano. Dini yetu ya Uislamu una nguzo, ina nguzo tano. Ndani ya nguzo hizi tano kuna nguzo ya sala. Swali so, letu liko hapa, nguzo ya swala au swala ni nguzo ya ngapi? Mimi na wewe mtazamaji tunajua nguzo ya swala ni nguzo ya pili. Wacha tuone wakazi wa Mokoe au wa Lamu Kaunti, je, wanalijua hili? Ungana nami. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Waitwa nani na tuko wapi hapa? Naitwa Murshid Murshid Athman, tuko mkoje. Mashallah, katika kipindi chetu cha leo Waijua Dini Yako, tuna swali ukilipata tunakupa zawadi. Swali lenyewe: Uislamu una nguzo tano na ndani ya nguzo hizo tano kuna nguzo ya sala. Nguzo ya sala ni nguzo ya ngapi? Nguzo ya kwanza. Assalamu alaykum, wa alaykum salaam. Jina lako nani habibi? Jina langu ni Hashmani. Tuko wapi hapa tuko uh, area za mokoe jeti Mashaallah. mm. swali letu la leo katika kipindi chetu linasema. Ndio. Uislamu una nguzo tano na ndani ya nguzo hizo tano kuna nguzo ya sala. Nguzo ya sala ni ngapi? Nguzo ya sala ni ya Waita nani na tuko wapi hapa? Tualibu Muhammad Abdurrahman na hapa, Mashallah swali letu la leo katika kipindi chetu hiki Waijua Dini Yako. dini yako Uislamu una nguzo tano. Tano, mm. na hizi nguzo tano ndani yake kuna nguzo ya swala. Ya swala hii nguzo ya swala ni nguzo ngapi? Ni nguzo ya, ya pili. Allah ngapi i nguz ya wa wa wa Kwa majina nani, hapa tuko wapi? Naitwa Khalid Mohamed Abud, ni mzaliwa hapa Mokoe na ni mkazi hapa Mokoe jet. Kazi yangu ni hapa jeti ya Mombasa ya gari ndogo Mombasa. Salamu kwenye kipindi chetu cha leo, waijua dini yako, kuna swali moja tu. Tunajua kwamba Uislamu una nguzo tano, na ndani ya nguzo hizi tano kuna nguzo ya swala. Hii swala ni nguzo ya ngapi? Ni nguzo ya pili katika dini ya Kiislamu. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Amin Rabbil alamin. Wa alaykumu salaam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kwa majina ni nani na tuko wapi? Mimi ni Abdalla Omar kutoka Mokol. Mokol diet. Abdalla, tuko na swali letu katika kipindi chetu hiki. Naam. Swali la leo ni Uislamu una nguzo tano mm -hmm. Na Uislamu kwa nguzo zake tano kuna nguzo ya swala. Nguzo ya swala ni nguzo ya ngapi? Angalia mtazamaji kule, umwambie, angalia kamera kule, umwambie ni nguzo ya ngapi? nguzo ya, ya, ya swala ya pili. Uislamu na nguzo tano, Uislamu na nguzo tano, na nguzo tano, na ndani ya nguzo hizo tano kuna nguzo ya swala. Hii swala ni nguzo ya ngapi? swala ni nguzo ya kwa, ya pili, nguzo ya pili. hmm. Mashaallah, barakallahu fik zadi. Asalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Majina yetu nani? Mimi naitwa Salim Juma. Mashaallah, somo yangu kabisa, na swali leo, ukipata nakupa zawadi na ukikosa akuwa umenikosea sana. Jina langu Alikosi. swali <laughs> letu la leo, Uislamu una nguzo tano no. na katika nguzo hizi tano kuna nguzo ya swala no. hii ni swala ni nguzo ya pili ngapi? huwa mashallah, barakallahu fik. Asalamu alaykum wa alaykum salam. Nani brada? naitwa Muhammad. Na swali letu hapa katika kipindi chetu Wajua Dini Yako, swali letu la leo, Uislamu una nguzo tano na katika nguzo hizi tano kuna nguzo ya sala. Ah, hii swala ni nguzo ya ngapi? Swala ni nguzo ya kwanza. Nguzo ya kwanza. Ha. Ha. Jaribu, nguzo ya kwanza Mashallah, umejaribu lakini ni nguzo ya pili. Asalamu As alaykum alaykum wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aye maga. wa wa anaitwa nani? Ahmed. Mashallah, Ahmed. Tuko wapi hapo? Tuko Masjid Bilal Mokoe. Masjid Bilal Mokoe, tuko na swali yetu katika kipindi chetu. Ukijibu tunakupa zawadi, ukikosa pia tutakupa zawadi ya elimu. tayari? Mm. Swali so, letu la leo, Uislamu una nguzo tano na ndani ya nguzo hizi tano kuna nguzo ya swala. Hii nguzo ya swala ni nguzo ya ngapi? Ya pili. Mashaallah. Yeah, Barakallahu fik. Zawadi yako. <laughs> Alhamdulillah. Tumefikia tamati wewe mtazamaji wetu wa Halal Charity TV. Usichoke kuendelea kufuatilia kipindi chetu hiki ili kujifunza mambo katika dini yako. Ulikuwa naye al-akh Salim au Abu Hanifa na nyuma ya kamera ilikuwa ni Hassan Adam Yusuf. Salam.